Mwanamke ana viungo tisini na tisa ambavyo viungo hivi vyote tisini na tisa vinamvutia mwanaume. Katika viungo tisini na tisa viungo vitatu ndio vikubwa kuliko vyote. Kiungo cha mwanzo, kifua chake kile. Hakuna mwanaume asiopenda kifua cha mwanamke tena kuongeze kibwagizo, ukitizama tu pale unapata vitamin pale, ukinyonya pale akili inazidi, mara nyingine mkaongeze ongeze akili. Saa nyingine kutokunyonya kwa mweu mweu, tunaweuka <laughs> unakwenda lesi, kumbe kuna sakan pale <laughs> Tumefahamia naye eh? kiungo cha pili sura, kiungo cha tatu shep, umefahamia naye eh? na mke uliomwoa hivyo, ndo ulitizama ulitizama, kifua kipoje? Ndio maana hakuna mchumba anayetizama uchumbani kwenye juba ikiwa mnatizamana kwenye majuba mtakuwa washamba tu, lakini sio, mnatizamana barabarani. Sharti posa iende kikubaliwa, utizame na usione aibu, kama hujaridhika basi